Sawa, Dakta, ni jambo la kawaida kwa wanasiasa kutoka mrengo mmoja kwenda mwingine wa kisiasa, na jambo hili limekuwa likifanyika kote ulimwenguni kwenye mataifa yanayotumia mifumo ya kidemokrasia katika kupata viongozi wake. Lakini swali ambalo linabaki kwa wapiga kura wengi ni kwamba wanatafuta nini hasa, maslahi binafsi, nguvu ya kisiasa, ama kupishana kwa sera wanazozisimamia? Hayo yote tunajadili hapa kupitia Kurunzi Live, na kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii tumekuuliza, je, unaweza kumwamini tena mwanasiasa wa aina, mwanasiasa wa aina hii? Mimi ni Hawa Bihoga na mwenzangu hapa ni Bruce Amani. Tafadhali salia hapo <music> unachopaswa kufanya tu ni kutuachia maoni yako, lakini kumbuka tunapatikana kupitia Facebook na kwenye YouTube kwa anwani kuhama chama mm, ni uh, kuhama itikadi ya kisiasa bila shaka Bruce. Mm, lakini zipo sababu kadhaa za wanasiasa kuchukua maamuzi kama haya magumu mm, mm, ambayo yanaweza kuleta madhara hasi na chani. Kweli kabisa. Hasa kabisa, ni sababu zipi ambazo zinaufanya wanasiasa kuhama? E, hawa ni kweli e, sababu zipo chungu nzima, lakini miongoni mwa sababu hizo ni migogoro ya ndani ya vyama, kwa sababu kuna wakati watu wanakuwa tofauti, wanakuwa na maoni tofauti ndani ya vyama ina, vinasababisha msuguano. Lakini pia kuna shinikizo la kisiasa na kiuchumi, naweza kumfanya mtu akaamua yaishi na chama hiki, nihamie upande mwingine. Lakini kuna kuna maslahi pia e, e, ya itikadi na sera. Ukisha ukishakuwa na mawazo tofauti, unahisi kwamba hapa haufai, kwa hivyo unachomoka. Mm-hmm. Mm-hmm. Lakini pia bila kusahau hata ile nafasi ya ndani ya chama mtu akiwa hey, hey, hajaipata ile nafasi ndio, bila shaka ana, unatimkia upande mwingine virago, ambako pengine wamemtongoza kwa, kwa furushi <laughs> zuri la kisiasa kwamba hey, akija huyu bwana hey, itakuwa ni hey, mtaji mwingine ambao utatunufaisha au furushi la kifedha au furushi la kifedha hey. Kwa sababu wafadhili pengine wanaweza wakasema kwamba tunamtaka mtu fulani aje katika nafasi hii mm. Na hilo inaweza ikasababisha mtu akaweza akahama kutoka e, chama kimoja kuelekea chama kingine, bila shaka inaleta vuta ni kuvute miongoni mwa wafuasi. Ni kweli, lakini hili swala kama ulivyotanguliza kusema kwamba sio jipya, limekuwepo lipo, na litaendelea kuwepo, na nadhani lazima tuelewe siasa ee, ni kama taaluma nyingine yote tu ina mkakati na lazima ujipange. Ukiingia katika siasa lazima ufahamu e, nini ambacho unataka kukitimiza na lakini lazima ujipange sawa sawa. Nadhani uh, ni muhimu sana kuhakikisha kwamba unapochukua maamuzi kama hayo ni je, ni itikadi, ni sera. Muhimu pia ni vizuri kujiuliza eh, nini huwakutanisha watu katika chama cha kisiasa. Mi nadhani ni malengo ya sera na itikadi eh, na, na mara nyingi kama hawaelewani ama wanachama hawaelewani nadhani ndio fursa nzuri sana ya kuondoka, lakini katika pengine Afrika hawa, niseme tu kwamba ninavyotazama ni kwamba vyama vingi huwa vinafanana kwa kweli, tofauti pengine watu ni jina mm -hmm. kwamba, okay. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> lakini kuna wengine wanakwambia wanajikita na masuala ya ujamaa kuna wengine wanajikita katika masuala mavuguvugu ya kutetea maslahi ya umma, lakini kuna wengine wanajikita katika masuala ya demokrasia wanavyosema, kusema kweli. Lakini mipango yao mi, katika, ukiangalia kwenye nyaraka wanavyosema ndio hivyo, lakini mwisho wa siku wanayoyafanya ni yale yale, tofauti ni majina kubadilishwa tu, na hata sina uhakika ukimuuliza mtu ama mfuasi awe ha, ha, hata sugu wa ha, chama fulani kwamba mm, chama chako kinasimamia nini na nini na nini sidhani kama wengi wanaelewa kwa kweli, lakini kwa mimi ninavyoona ni kwamba wapiga kura wengi katika mataifa ya Afrika hmm, wamegawanyika katika namna tatu. Wanampigia kura mtu namba moja, hmm, anapigia kura sera ambao, hmm, ni wachache sana. Ndiyo. lakini kupigia kura vyama au ndio kundi kubwa zaidi, hmm, lakini wachambuzi wanasemaje? Bora tumsikiliza kwanza Ezekiel <laughs> Kamwanga eh, kutoka Dar es Salaam atufahamishe kidogo yeye anaelewaje swala hili la kuhama vyama Tofauti kubwa kati ya vyama vya siasa vya nchi nyingi za Kiafrika na vyama vya siasa pengine vya nchi za magharibi iko kwenye misingi ya itikadi. Kwa hiyo wenzetu, ukisikia chama kinaitwa Republican au Democrat au kwa Jerumani kwenu ADB, ina maana yake kuna vitu ambavyo vinasimamia. Lakini kwa Afrika, hasa baada ya kuruhusu mfumo wa vyama vingi, hakuna tofauti ya kiitikadi miongoni mwa vyama. Vyama vingi ni kama vinafanana fanana, vinasimamia mambo ambayo yanafanana fanana. Kwa hiyo maana yake E, mwanasiasa yoyote anaweza kwenye chama chochote. Cha msingi kwa mwanasiasa, vitu ambavyo vinajenga kukubalika kwa mwanasiasa ni vitu vikubwa vitatu: cha kwanza maneno yake, cha pili matendo yake, cha tatu kuaminika kwake, kwamba huyu mtu akikwambia atafanya hivi maana yake atafanya, na mara nyingi hiyo historia inakuwa inajulikana. Kwa hiyo huyo mtu X ambaye anaaminika, ambaye maneno yake kwa matendo yake man, na maneno yake anaweza kwenda kwenye chama chochote cha kisiasa na akakubalika, na ifahamike eh, kwamba dunia ambayo tunaishi sasa hivi, imani ya wapiga kura kwa vyama vya siasa imeshuka sana, na ndio sababu unaona sasa hivi mtu kama labda Donald Trump ambaye alikuwa sio hata mwanachama wa Republican mashuhuri aliweza kushinda uchaguzi wa Marekani kwa sababu watu wanaamini anachokisema, anachokizungumza kwamba atakifanya, sio tena kile chama, na natarajia kwamba hata za kiafrika tutazidi kushuhudia watu ambao pengine sio watu wanachama vyama vyote vile, au wameshaama sana vyama, wanashinda kwa sababu tu kile wanachokizungumza kinaendana na matamanio ya watu wa hiyo nchi, lakini kubwa zaidi wanaamini kwa huyo mtu kwamba huyu atakwenda kutupa haya mabadiliko ambayo tunayataka. Kwa hiyo uh, kuhama kwa mwanasiasa kwenye chama kwenda chama kingine hakuwezi kumpunguzia umaarufu wake zaidi kinaweza ikaongeza umaarufu wake na sehemu anakokwenda kwa sababu watu wanaangalia vile vitu vitatu ambavyo nimesema mara ya kwanza: maneno yake yanaaminika, matendo yake yanaendana ya na maneno yake, uadilifu wake au kuaminika kwake kukoje. Ukiwa na sifa kubwa tatu, unaweza ukama vyama kumi lakini bado ukaendelea kubaki na maarufu uliokuwa nao. Lakini kama huaminiki, hutabiriki, maana yake ni kwamba unapozidi kuama vyama heshima yako na ikiwa unakokwenda inazidi poromoka kuporomoka kwa sifa ya mwanasiasa inategemea mm. Ikiwa hana hiyo misingi mitatu aliyohitaja mchambuzi wa siasa kutoka nchini Tanzania, Ezekiel eh, Kamwaga. mm -hmm. mm. Sasa tumeuliza swali hili pia kwenye mitandao yetu ya kijamii tunakuona, wewe Kadero Shandi, unasema mwanasiasa kwangu hapati nafasi, siasa za bongo hazina uzalendo, wengi ni walevi wa madaraka na huyu kuna anaitwa Mario Renatus anasema siasa ni fursa kama fursa zingine, kuhama ni kutafuta eneo jipya ambalo utawe, utawekeza na kufanikisha ndoto zako. Kendo Mriksa anasema nitamwamini vipi mtu huyo asiyekuwa na misimamo thabiti? <laughs> misimamo thabiti anazungumzia, ndio ile alizungumzia Ezekiel. Kama mi, misimamo yako ikiwa eh, thabiti, bila shaka utahama na kundi la wafuasi wako. Ni kweli na tunashuhudia sana hasa katika nchi za Kiafrika kwa kweli, wengi wanahama na baadhi ya wafuasi wao. Thomas Kimisha anasema mwanasiasa akiwa nje ya CCM eh, namwamini, ila hawa waliopo huko hata uwe na akili timamu watakufanya ziruke tu. Eh, Jafari Kulaga anasema, yuko Morogoro, Tanzania, anasema siasa ni fursa kama fursa zingine katika maisha ya mwanadamu, kwa hiyo kuhama ni kawaida kwao. Alafu Baraka Masawe yeye yeah, anasema siasa pia ni moja ya ajira leo, upo DW kesho upo sehemu nyingine, cha mwingi ni kupata ugali tu <laughs> <laughs> tunamwona yule mwanasi, mcheza mpira anaitwa Komishe. Eh, eh yule anaweza <laughs> leo akatoka akaenda sehemu nyingine, maslahi maslahi <laughs> e, e, e, a eh, anatafuta changamoto mpya lakini, lakini, lakini, lakini, lakini pia ana, anaangalia wapi misingi yake imesimama, kama alivyotuambia Ezekiel inasimamiwa thabiti. lakini, Ndiyo. lakini Ndiyo. pia eneo lingine anaangalia mtaji wa watu, nikiwa kule nitaongeza kwa kiasi gani kundi hili la watu na kiwango cha ushindani <laughs> kiwango cha ushindani kwa upande ule utakwaje. Lakini swali linalokuja Bruce, mm -hmm. ni vipi nitaweza kuunganisha hizi nukta mbili? Mwanzo nilikuwa ninasema kwamba hatuna haja na demokrasia tunachohitaji ni maendeleo, lakini huku nikija nase kwamba tunahitaji nabeza mm. Kule nilikotoka inawezekana bari mm. Uh, uh, in, in, in, inawezekana, kwanza kabisa kama tulianza tuli, tuli kwa kusema kwamba ni taaluma kama nyingine. Sasa ukishajua kwamba hizi ndio aina ya siasa ambazo unataka kucheza, lazima pia ufuate msingi huo, na kama alivyosema mchambuzi kwamba inabidi pia wakati mwingine Una, katika uzungumzaji wako na uaminifu wako, e, wakati mwingine wanajiuliza sana, hasa katika nchi baadhi ya nchi za Afrika sitaji, lakini wanasiasa ambao pengine walitaraji kwamba wanaweza kupata nafasi nzuri kabisa ya kuongoza kwa viongozi na kutengeneza sera nzuri hawapati hizo nafasi sana, ama hizo fursa, na wanaopata ni wale ambao wakisimama kwenye majukwaa wanatumia lugha Mgine, nzito, machafu, wiki, wakati mwingine nzito maneno machafu. Ikifika wakati wa uchaguzi wanachaguliwa. Sasa hapa huwa sielewi kwa nini mpiga kura anakiona nini katika hawa wanasiasa ambao wakati mwingine anajiuliza kwamba kweli kabisa huyu anaaminika katika kile ambacho anakisema, ahadi chungu nzima. Ndio narudi na pale nilipokwambia awali kwamba wapiga kura wamegawanyika, kuna wapo wanaochagua chama haijalishi ha Hana, atazungumza nini lakini, kuna wengine wanachagua sera, umekuja na sera gani zinaweza zikatufaa kiasi gani, zikatuvusha katika kipindi ambacho mpaka tutapopata kiongozi mwingine au uchaguzi mwingine, lakini wakati mwingine wanachagua mtu, huyu mtu kaja na misimamo gani, uthabiti wake, uimara wake, namna anavyotekeleza ahadi zake kwa kiasi gani. Kwa hiyo wapiga kura wengi wanaangukia katika maeneo ya Afrika chagua chama kwa sababu, na kiongozi mkuu anapoenda pale anakwambia niletee mtu fulani wa chama x eh, bila kujali, e, bila kujali mm. Kwa hiyo hiyo inaweza ik, ik, ik, ikaleta hasara dio, kwa wapiga kura kwa sababu kukaa na mtu ambaye pengine hawasikilizi hawatekelezi au baadaye mkajuta Unajua eh, kukaa na mtu afu ukajuta ni changamoto, eh? <laughs> <laughs> bila shaka, na, na, ni ukiona hivi vyama hasa vyetu vya Kiafrika kama alivyosema kwamba swala la itikadi kusema ukweli eh, lipo kwenye karatasi lakini mm -hmm. Katika vitendo eh, halizingatiwi sana. Bila shaka kuna wanasiasa ambao kwa kweli walifanya vizuri kutoka walivyotoka point moja kuelekea ah, point nyingine katika mataifa ya Afrika Mashariki. Tupitishe kidogo Bruce. Ndio, kuna wanasiasa nikiangalia, kwanza ni, niangalia hapa kwa mfano nchini Tanzania eh, mm -hmm, eh, kuna katika <coughs> kuna mwaka elfu mbili na kumi na tano waziri mkuu wa Tanzania alijiuzulu Edward Lowasa, wanakumbuka. mm -hmm. Eh, alihama kutoka CCM kwenda Chadema baada ya kuto E, pitishwa kuwania nafasi ya urais e, na mvuto wake ulipungua kwa kiasi baada ya uchaguzi kumalizika. Ni kweli kabisa. Kabla ya hapo alikuwa anavutia vijana, ndio hasa vijana, kulikuwa na wimbi la mabadiliko kabisa, kwamba pengine walikuwa wamechoka na zile siasa za chama kingine, na sasa wakahisi kwamba yeye ndiye mtu atakayewavusha ng'ambo ile nyingine hmm. E, alipohama mambo, e, hayakuwa mazuri sana kwake. Okay. Mwaka elfu mbili na kumi na sita, kumradhi, mwanasiasa machachari nchini Kenya, namekumbuka sana Ababu Namwamba akiwa katika chama cha ODM. Huyu miongoni mwa vijana alikuwa anatikisa kweli, uzungumzaji wake, hoja zake zilikuwa ni imara kabisa, lakini alipojaribu wake eh, alipo, <laughs> ushawishi ulipungua sana alipoondoa eh, hmm alipojiondoa ndio. mm -hmm. nchini Uganda eh, kuna mwanasiasa wa upinzani ambaye ni Betty Nambooze. Sasa huyu naye alikuwa machachari pia, lakini alihamia upande wa chama tawala na eh, tangu hapo alikabiliana na upinzani mkali kutoka kwa wafuasi wake na mvuto wake pia nao ukayumba. mm -hmm. kweli kabisa mm -hmm. na nadhani na, pia mimi kwa upande wangu ukiniuliza, nikiwa mm -hmm. kama mpiga kura kutoka katika taifa langu, lakini pia nikiwa kama mwandishi wa habari ambaye nimeandikia sana habari za kisiasa na kuzifuatilia katika eneo la Afrika Mashariki, ninaona kuna shida ya fulani Mm -hmm. Vijana wengi wanakua, wanakuwa wanakuamini zaidi ukiwa katika pointi moja, ndio kwa sababu kile chama kina nyaraka zake zinasemaje mm -hmm. kwa umma, halafu pia na wewe kile unachokiamini na namna ambavyo unawasilisha dio kile ki, uh, kiini cha chama kwa umma kinachotaka mm -hmm. kwenda kufanyia umma, lakini unapotoka ghafla Mm. Na, na mataifa mengi hayajakumbana na ule mabadiliko makubwa kama vile Tanzania. mm. Chama, chama CCM kimekaa madarakani kwa muda mrefu, ukienda Uganda. Kwa hiyo hii inakuwa kama ni mshtuko kwao lakini ukienda walau Kenya kidogo hii kitu hmm. si, si, si habari <laughs> kubwa nchini <laughs> Kenya mradi vijana uh, sio vijana tu lakini wapiga kura wakisha kuelewa na kukuamini <laughs> hata utoke upande huu uelekee upande ule mwingine eh, utoke uende b <laughs> bado wanakufuata na tumeona mifano mingi sana nchini Kenya. Rais wetu wa sasa yeah. hajawa katika chama cha UDA, wakati ameanza katika safari yake ya, ya siasa alikuwa KANU akahama aliwahi kuwa ODM wakipambana kabisa na mtu ambaye sasa hivi wameshikana mikono eh, Raila Odinga, lakini sasa hivi ni rais na licha kwamba aliyapitia hayo yote, amebadilisha vyama. Raila Odinga mwenyewe ambaye wakati ni kigogo wa siasa za nchini Kenya pia naye eh, ni maarufu sana, licha kwamba amebadilisha vyama chungu nzima tangu mimi nikiwa shuleni, amebadilisha vyama, lakini bado na ana mamilioni ya wa wafuasi ambao wanamsikiliza. Kwanza anaitwa baba Mm -hmm. Miongoni mwa wafasi wake, kwa hivyo ni mmoja wa viongozi ambao wanaaminika sana licha kwamba lichaya wamehama vyama, kwa sababu mm -hmm. like ya kile ambacho anakiamini kwa ki, na kufanya kwa kile anachokiamini, lakini na namna ambavyo anawapa ana, ana, ana wapiga kura kitu ambacho anakitaka. Wana, kitawe, kwa sababu anakitaji. Hilo ndio kubwa ambalo wanalitaka wapiga kura pia mm -hmm. E, mwelekezi wetu Jacob Safari anatuambia tuangalie kidogo mm -hmm. na maoni ya wenzetu ambao wametutumia kwenye hapa, naona huyu Fred John mm -hmm. wa Ifakara, Tanzania, anasema binafsi, swala la kumwamini mwanasiasa nilishalisahau. Maana mwanasiasa akikuambia sahivi mchana, usiamini, toka nje hakikisha <laughs> <laughs> Lakini kuna huyu Simon Marwa Mseti anasema tokea ayuko Nzega Tabora Tanzania anasema mwanasiasa mm. sio kumwamini hata kidogo, wao wanaangalia maslahi yao binafsi mm -hmm. tu, lakini kuna huyu Simon Marwa Mseti tokea Nzega Tabora mm -hmm. Tanzania anasema siwezi tena kumwamini mwanasiasa, lakini naona ujumbe wako Francisco Katende eh, anasema anatoka Ee, Moba DRC anasema, binafsi siwezi tena kumwamini mwanasiasa anayehama vyama, kwani hawezi tekeleza manufaa mm. ya wananchi. Si kuamini unamwona nani? Ndio, kuna Iddi Msanga wa Kilimanjaro anasema, mimi simwamini mwanasiasa kwa sababu yuko kwa ajili ya maslahi yake, lakini siyo ya chama wala umma alafu Alhadi Bwanari anasema binafsi kumwamini mwanasiasa ni ngumu, maana misingi eh, huko anakoenda lazima aipinge ay, tena sera ya chama alichotoka na kukejeli. Alafu Joshma, Josh, Josh Pro anasema kwanza, siasa ni mchezo mchafu, mwanasiasa si mtu wa kuamini. Anasema hilo mm. li, linabaki li, li, li hivyo mm. kwa sababu yeye ndicho anachokiamini hicho, kule Pwene. Arusha mm. mwana mwenzetu Uh, nitaka kusema mwanasiasa. <laughs> Veronica Natalis amekuwa mwanasiasa tena mwanahabari <laughs> mwanahabari wetu Veronica Natalis ameingia mitaani kukusanya maoni kidogo ya wakazi, kusikia nao wanasemaje, je, wanawaamini hawa wanasiasa ambao wanarukaruka vyama? Tangu kuanza kwa mfumo wa vyama vingi nchini Tanzania mwaka 1992, pamoja na mambo mengine, kumeshuhudiwa wimbi la wanasiasa wakihama kutoka chama kimoja kwenda chama kingine, ambalo hata hivyo ni tukio la kidemokrasia. Lakini Watanzania wanalichukulia vipi? Katika jiji hili la Arusha, kaskazini mwa Tanzania, nimewauliza baadhi ya wakazi hapa, wanaweza kuwaamini wanasiasa ambao wanahama vyama? Mimi ni Veronica Natalis, karibu katika Kurunzi Live. Siwezi nikamwamini kwa sababu anavyohama vyama anakuwa hana sababu au hana malengo mema na nchi yake au taifa lake. Naweza nikamwamini lakini sasa inategemeana kwamba ni sababu inamfanya kwamba hamehama ni kitu gani. Imani yangu ipo katika katika mtu wala sio chama. Mfano ukiwa na mwanamke leo akakuacha akaenda kwa huyu kisha kaenda kwa huyu kisha kaenda kwa huyu unaweza ka ukamwamini? Ni mtu ambaye tayari awezi kuaminika kwa sababu hana uaminifu. Lakini hata hivyo, baadhi ya wa Watanzania wanatoa maoni kwa wanasiasa, ni kwa namna gani wanaweza kufanya ili kuimarisha uaminifu kwa wanachama wao. Mwelekeo anakuwa ha hana lakini, angekuwa na mwelekeo si angetulia na chama na maana hana mwelekeo na ndio maana atulii na chama, atulie na vyama ili tuwaelewe. Lakini sasa leo uko chama hiki, kesho uko chama hiki, tunamwelewaje sasa? Kabla kabla kuja enye chama naa tayari ushasoma ilani yake na umeielewa kwamba unahama tayari ushaenda kinyume na matakwa ya zile ilani wale wa ambao wamekuamini wa, wa, sapoti ya kuwawakilisha ukawaacha tayari umeshawaacha katika mazingira magumu. Mimi nashauri tu kwamba kinachotakiwa ni kuangalia utendaji wa kazi unaofanyika na wala sio kuangalia masuala ya chama. na mtazamaji, na hayo ndo baadhi ya maoni ya wakazi wa jiji hili la Arusha kaskazini mwa Tanzania kuhusiana na imani yao kwa wanasiasa ambao wanahama vyama, na tukumbuke kwamba taifa hili la Afrika Mashariki linatazamia kuwa na uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano. Mjadala huu ninaurudisha katika studio zetu za DW Bonn Ujerumani kuendelea huko. Mimi ni Veronica Natalis, na kutoka hapa chau, chau. Chau. <laughs> Haya, mm. wanasema Waswahili mm. kufa kufaana, kufa kufa, kufa kufa, kufa kufa, kufa. Mwanasiasa mmoja anapongoa mguu mwingine anapanda, lakini kule anakokwenda anaondoka na mtaji wa wafuasi, lakini kule mm. anakotoka anaacha pengo. Bruce, kuna maana mm. kuna gani hapa? Ndio, wajua, kwanza nitoe mfano Kenya, katika miaka tisini kulikuwa na mfumo vuguvugu hili la kuwa na mfumo wa vyama vingi sio vya kisiasa na watu walikuwa na ari ama uchu wa kukiondoa e, chama, chama kilichokuwa madarakani kwa muda mrefu sana, na tangu hapo e, tumeona vyama vingi vikiibuka na vikitumiwa kwa mfano katika kama, kama nyenzo za kuingia madarakani. Kwa hivyo kama unavyosema kweli ni mabadiliko ya itikadi, mabadiliko ya, ya, ya, ya sera lakini pia inachochea mijadala mipya, eh? Katika katika mitazamo na mitazamo mipya pia ya vyama, unapoingia kuzungumza na wapiga kura unakuwa na maoni tofauti kidogo na ilivyokuwa. Mm -hmm. Mm. Kama umeona Tanzania hivi karibuni eh, mwanasiasa mkongwe mm karudi katika chama chake alichokuwepo zamani, Dr. Wilbrod Slaa amerudi. Mjadala umeona namna ulivyotikisa, umetifua tifua. Kwa hiyo nakubaliana na wewe kwamba ina, ina chechemua mijadala mzima ya, ya kisiasa. Tunaelekea e, e, kwenye uchaguzi, uchaguzi bila shaka yes, lazimapanga lazima hoja za kuhusiana mm. na masuala ya uchaguzi ziwe zinarindima pale, sio pasiwe kimya kabisa mm. tuna uh, angalia maoni yako na kuona maneno Lubigisa wa Kilimanjaro, Tanzania unasema wanasiasa sio watu wa kuwa mm. amini, leo atasema hili, kesho lile, wengi wako wako kimasilahi. Deo Mbuba, siasa haina tofauti na mpira wa miguu, kwamba mchezaji anaweza kuwa timu a na kupambana mm -hmm. na timu b, kesho akahamia timu hiyo hiyo Innocent, anasema Innocent Mchunguzi anasema tutawaliwe tena hatujui kujitawala. <laughs> Ni maoni yake. Ni maoni yake, yake. Lakini nataka pia kusema kabla ya kusoma ujumbe wake Musa Zuberi mm. Naitoa mfano tena Kenya kwamba hivi vyama wakati mwingine vinajikita zaidi katika eh, makabila na, na, na, na kanda. Sasa mm. Wanasiasa huwa wanatumia sana misingi hii, ile swala la itikadi na mipango ya sera huwa mm -hmm. ni kwenye karatasi tu, kwa sababu katika hesabu za kupiga kura, kama ilivyoanza mwanzo kwamba lazima uwe na mkakati, hivi vyama vinatumika sana kuwaingiza watu madarakani, tofauti na pengine huku Ujerumani kwa mfano, ambapo serikali zinatengenezwa na miungano ya vyama, lakini mm -hmm. baada ya uchaguzi, licha kwamba vyama vina itikadi tofauti na sera tofauti wanajadili na kukubaliana baada ya uchaguzi kwamba tutafanya vipi ili tuendeshe nchi. Kule kwetu Afrika ni tofauti kabla. Mm. miungano hii na makundi haya kisiasa ya kisiasa yanatengenezwa kabla ya uchaguzi sana sana ili mm -hmm. kutafuta kuta wingi wa kura na ushawishi. Kwa upande wa Tanzania ukiniuliza mimi, kwa binafsi, naweza nikakwambia kwamba ni mtindo wa kuviziana, japokuwa nyaraka <laughs> <laughs> hey anakupiga kwenye madhaifu eh, anapata wafuasi uh -huh. na wanachama. Kwa hiyo ni mtindo huo. Unamwona nani na namwona Musa Zuberi Kabumaye, anasema yuko Dar es Salaam Tanzania, anasema imani ya mwanasiasa ipo kwenye siasa na kwa kipindi cha mwanasiasa aliyekuwa kwenye chama cha siasa, ndio maana inaitwa siasa na imani za siasa si msahafu anasema. Shahidi wa eh, damu Makasi, anasema yuko Dar es Salaam, ah, pengine anaweza kumwamini lakini viongozi wa namna hii huwa wanafuata maslahi binafsi alafu, John Frank anasema yuko Tarime, Mara, Tanzania, hawezi kupigania maslahi ya awali, maana kila chama na sera zake. Mfano Tanzania huwezi kutoka Chadema kwenda CCM useme utapigania maslahi uliokuwa unayapigania awali. mm -hmm. Mm? hayo ni maoni yako mm. Lakini Bruce, hili swala la wanasiasa kuhama tutarajie, mm. kuendelea Uh, si kwenye ulingo wa kisiasa litaendelea kushuhudiwa, si kwa Afrika tu mm, ni duniani kote. Ndio, ndio, ni swala ambalo limekuwepo, litakuwepo, litaendelea kuwepo, na hasa wakati huu kama tulivyosema kwamba tunapokaribia karibia eh, uchaguzi, utakuta wanasiasa wakiruka kutoka upande huu hadi mwingine. Nchini Kenya tuliwahi kuona sheria ya vyama vya siasa ambayo inajaribu kudhibiti hii huu mtindo wa wanasiasa kurukaruka na kuhama kutoka chama kimoja hadi kingine eh, na ni kitu ambacho kilizusha sana mjadala mdahalo miongoni mwa wadau eh, lakini nadhani ni mtindo ambao utaendelea kuwepo kidemokrasia, mm, mm, na hatuwezi kuepuka hatuwezi kuepuka. Kwa hiyo kwa chama kunaweza kuwa chanzo uh, au mwanzo mpya wa kuendelea kukua kwa demokrasia kutoka uh, sehemu moja kuelekea swali sehemu nyingine, lakini swali linabaki mm, kwa wapiga kura, je, Ungemwamini tena mwanasiasa aliyewahi kuhama chama chako? Mimi ni Hawa Bihoga na mwenzangu hapa <laughs> Bruce Amani na sijahama bado, nipo kuna eh, uh, jamaa amesema. <laughs> Ni kama kuhama kutoka DW kwenda siasa. <laughs> Ni kama unahama kutoka chombo kimoja hadi kingine. Bado tupo, uh, bado tupo. <laughs> <laughs> Lakini tutaendelea kuzungumza na wewe kupitia kwenye mitandao eh, yetu ya jamii eh, tuandikie kwenye Facebook. Kwenye Facebook, kwenye YouTube pia tuandikie. Wewe utaendelea kuwepo au bado utahama kuelekea sehemu nyingine? Tusikasema tupo kwa ajili yako. Nitahama, tamia kwenye mitandao. Kwa heri. Chau, chau.